Yanatumai hujambo, mdau na mpenzi wa muziki, karibu tena katika zile makala fupi fupi za mambo haya au maongezi haya au, au, au ya kimuziki kupitia Lestock Music. Na uh, leo tunafanya mwendelezo wa uh, mada ambayo tulikuwa tumeianza. Kuna modi kama saba za kimuziki ambazo tunazifuatilia tuna, okay? Kwa hivi um, katika makala iliyotangulia tulizungumza modi mbili za muziki, tukasema kuna Ionian ambayo, uh, tulisema uh, tunaweza tukaanzia pale um, tuko tunatumia c c mara nyingi tunatumia c c kama sehemu kama kituo kama kitovu ambapo tutakuwa tunaanzia, alafu funguo zingine baadaye zitakuja baadaye, lakini c uh, c ndiyo sehemu ambapo tume, tumesimamia kwa sasa sawa. so, kwa hiyo tukasema Ionian, uh, ni sawa na major scale ambayo inaanzia kwenye first degree au Ionian huwa ni c major inayoanzia noti ya kwanza, noti ya kitovu k okay. yeah. kwa hivyo tukasema okay, tutakuja kwenye hilo kujikumbusha kidogo, lakini pia um, tukaja ya pili tukasema Dorian ni, uh, ni ufunguo wa b major lakini unaoanzia kwenye noti ya pili ya hiyo ya ngazi okay? Ngoja, um, ngoja tujikumbushe labda. uh, tutajikumbusha baada ya kuwa tunanipa. Leo tutakuwa na um, uh, mode ya tatu ambayo ndio tunaanza nayo ambayo itakuwa ni uh, Phrygian. Okay, Phrygian. Sawa Phrygian, ndio tutakuwa tuna, uh, tunahusika nayo nayo inaanza na hiki tunaitwa A flat major, lakini tutakuwa tunaanzia uh, uh, degree ya tatu uh, third degree Yeah. Sasa labda tujikumbusha kidogo. Ngoja ni niingie kwenye kinanda hapa, uh, kinanda leo nitatumia nita standard format nitatumia ile um, uh, wanasema uh, mfumo ambao ni ule wa kawaida wa, wa muziki unaita standard. Kwa hiyo hapa utaona uh, hii mistari mitano ndipo muziki unaandikwa, alafu hapa nitakuwa natumia code Naziandika nazi hapa, halafu utakuwa unaona hapa. Kwa leo nitatoa leo, leo kidogo muktadha okay? Na hii ndio pedo, um, hii tunatumia pedo, unaona hiyo ambayo inakuwa ya uh, kijani, tutaitumia tuta so, so, sasa ngoja twende kidogo tujikumbushe, okay? tulipokuwa tujikumbushe. Tunasema uh, ile Ionian au major scale, uh, ilikuwa ni kitu kama hiki okay? Yeah, kwa hiyo hii, do re mi fa sol la ti <tukole> mpaka saba, moja mpaka saba, sawa sawa eh? na tukasema uh, hiyo ilikuwa ni uh, uh... sasa kama hi, hiyo ni noti moja moja. Nikisema kwamba nitumie uh, tuseme um, sasa uh, uh, niseme, nitumie uh, uh, ile wanasema triad okay? chord triad itakuwa ni Mezona do re mi fa so la ti, unaona eh? yeah. huo ni mwafaka ni, um, this triad sawa na uh, nikija kwenye ile Dorian, Dorian wakati uh, ni noti moja, moja tulisema inaenda hivi okay, tulisema ni ile B flat, okay, lakini tunaanzia tunaanzia pili okay, tukasema inasikika hivyo. Sasa sasa nikuwekea muktadha wake ambayo ikawa ni nani sasa, ikawa, ikawa uh, uh, nipige kodi zake. sikiliza sasa. Umesikia, hiyo ni triad yake, unaweza una, una, una, una, una kuvisikia yeah, yeah. Okay, kwa hivyo zile ni, ni, ni ambazo tulikuwa tumepitia na tukasema uh, uh, uh, hiyo imetokana na, na, na hii hapa ni B flat. Okay. Yeah. Sasa haya yote nimekuwa nikiyafanya hapa uh, B flat ambayo tunasema uh, uh, um, uh, hapa ni hii hapa B flat ina, inaandikwa hivi na inakaa hivi kwa hivyo nikiwa napiga mfano sasa hiyo B flat, unaona notes zake zinavyokaa zinakaa hivo, sawa. Yeah. Na hata kama nikisema nipige um, um, um, um, tuseme nini uh, ya, ngoja, ngoja, ngoja tu, tuende mbele kulingana uh, kwa sababu ya muda sasa, twende ya tatu. Ya tatu ni uh, inaitwa Phrygian kama ambavyo tumekuwa tumeiona huku huku uh, kwenye, kwenye nani yetu hii Phrygian. Phrygian inaanzia kwenye A flat major kwenye third, okay, au, au degree ya tatu. Sasa um, ni kuonyesha sasa kwenye kinanda hapa ya, uh, kwamba inakaaje Um, tumesema inaanzia kwenye A flat. Okay. Hii hii ndio A flat. Naandia hivyo yeah, lakini sasa A flat ni hii hapa. Oh, yeah, hiyo ni A flat, lakini sasa tunapotengeneza Phrygian mode ina maana ianzie kwenye ya tatu, kwa hiyo 1 2 3, hapa, kwa hiyo tunaanza... tunapita kwenye G ile ile tukisema tuende mpaka saba itakuwa inaenda hivi sawa. Na nikija sasa kwenye, kwenye nini kwenye, uh, kwenye mode uh, uh, uh I mean kwenye m, niseme triad uh, ya triad yeah? triad, yeah? triad it, itaenda hivi angalia, chords zake zinakwenda hivi mpaka saba Hizo ni, uh, ni nini, ni um, uh, tunaziza triad za hicho kitu ambacho kimeitwa Phrygian, sawa? Phrygian na kwa sababu tunakwenda kwa haraka haraka, tutaenda uh, ya nne ya nne inaitwa um, Lydian. Sasa Lydian uh, umeona zile za kwanza ile uh, uh, Dorian tulisema ni B-flat. B-flat ilikuwa ni flat. Aya? tukasema um, uh, ile Phrygian ilikuwa ilikua ni a flat okay lakini nazo ya tatu ya yeah, okay uh, bado nayo ni flat hii Lydian ni g meja inayoanzia kwenye ya nne Okay, ni g meja inayoanzia kwenye ya nne sasa hapa kuna, kuna mabadiliko kidogo uh, tunakwenda kwenye, kwenye, kwenye sharp okay? tunakwenda sasa kwenye, kwenye vitu ambavyo ni, uh, uh, uh, ni sharp okay? ngoja, ngoja uh, uh, uh, nikuonyeshe hapa kwamba tunabadilika kwenda kwenye, kwenye, um, kwenye shap sasa right? Okay. uh, tuta, tutaingia kwenye shap hapa. Ninakwenda kwenye G, sawa. G hii G meja inakuwa shap na uh, Lydian inaanzia kwenye uh, noti ya nne ya G. Okay. Nitakuonyesha hapa mfano uh, hii hii ndiyo G sawa hiyo, hiyo ndio G sawa ametuambia ili tuweze kupata Lydian mode, itabidi twende mpaka uh, tuanzie ya nne na, na kwenda juu. Kwa hiyo itakuwa ni hii hapa, itakuwa ni hapa. uh, moja mbili, tatu, nne. uh, kumbuka tumekuwa tunaanzia kwenye C, kwa hiyo natafuta sasa C Lydian, kwa hiyo C Lydian itakuwa ni hii, meona. Unakumbuka Dorian zilikuwa zinasikika, um, zina sound kana kwamba ni minor Dorian, halafu na ile Phrygian zilikuwa um, uh, zinasikika kama, kama minor yeah. nilipokuja kwenye hii um, ya, ya, uh, Phrygian, Phrygian nayo ilikuwa inasikika hivo, lakini nilipokuja sasa kwenye, kwenye hii Lydian okay? uh, Lydian, ngoja ni uh, uh, uh, kuonyeshe hapa kwenye, kwenye utaratibu wetu hapa. Uh, tulisema um, um, tuko, tuko um, um, Phrygian. Lydian inaandikwa hivi na inasema, inasema ni G major inaanzia kwenye fourth degree. Okay? G major kwenye fourth degree sawa na ndicho kitu ambacho nimekuwa na najaribu na kuonyesha hapa kwamba okay, hii Lydian yetu ni G major lakini inaanzia kwenye ya, ya nne na unaweza kuisikia hivi na hata kama ningesema kwamba okay, nataka hii Lydian hii Lydian ni niitengeneze iwe, iwe um, uh, katika triad zake zitakuwa hivi sawa. Una, un, uh, kwa hivyo hizo sauti unaanza kuzisikia sikia zinafanya namna gani k okay? Yeah, um, sasa kwenye hizi nne ngo, ngoja uh, natamani nikupe muktadha okay? Nikupe muktadha um, wa tuseme ki, uh, kuna kitu, uh, tunakiita, uh, chord progression. Niseme nifanye chord progression, uh, kama nne chord yeah? nne ambazo nitakuwa nazipiga kwa namna ambayo um, pattern yani nazipiga kwa namna ambayo utakuwa unasikia uh, ni, uh, nitatoka moja kodi ya kwanza niende kodi ya sita, alafu nirudi kodi ya tatu, alafu nirudi kodi ya nne uh, nitakuwa nakwenda hivyo uh, kuanzia moja sita tatu nne, usikie, usikie tu uh, namna muktadha wake wa, wa hizo ambazo tumekuwa tunasema zinavyosikika, okay? Uh, zinavyosikika. Kwa hiyo uh, ngoja sasa nikupe uh, uh, uh, nikupe hicho kionjo. Um, ili usikie muktadha wa muziki unapokuwa, ngoja um, nianzie meja so, sawa nitakuwa natoka uh, hii hii moja sita okay. Tarudi tatu nne okay. Hiyo ni nne, narudi moja tena okay. Yeah, hiyo ni uh, tunasema ni uh, uh, nimeja nimekuwa nakupa um, uh, kionjo. Nimetoka ni hiyo moja sasa, hiyo hiyo, hizo chord progression. Ngoja niende kwenye Dorian, sawa, niseme Dorian uh, napiga Dorian sikika uh, uh, uh, uh, i, kitu kile kile uh, sikiza, nasikia okay, nasikia hivi, nasikia yeah, hiyo ni Dorian umesikia eh? Haya, um, um, tuende kwenye, kwenye, kwenye. Hi, hi, hi. Hii ni Phrygian sawa, yep, yeah, uh, tunakwenda pale sasa, sikiliza nikupigie uh, ni kupigie, um, uh, nini hii um, um, um, uh, Phrygian yeah? Uh, kumbuka ni A flat meja ambayo inaanzia kwenye ya tatu. Ok, sikiliza. Okay, umesikia inasikia kama, kama, kama natural minor. Sawa, natural minor. Ngoja hizi is confused irudi tu pale kwenye neutral, kwenye, kwenye C sawa yeah? sasa ngoja nimalizie na, na hii Lydian. Lydian. napiga chord progression zile zile zile moja sita tatu Nne, lakini kwa kutumia modi tofauti tofauti tofauti sawa, so, okay. Haya, sikiliza, uh, Lydian nasikia, inasikia kama uh, major. Okay. Nasikia. Yeah. Yeah, uh, so hivyo unaanza kusikia muktadha wa kile kitu ambacho anali pale, utaanza wakati tutakapo anza ku, um, uh, kuangalia angalia nyimbo uta, uta, utaelewa zaidi eh? Unapokuwa tukitoka labda okay? ana, ana, mwanamziki um, uh, uh, ana, ana azima kidogo ku, uh, kutoka kwenye, kwenye Phrygian yeah? Watu kama kina Dave uh, Mwera zile miziki yao yeah? Utasikia sana wanaazima vitu kutoka kwenye uh, mamodi mengine mamodi mengine yeah? um, kwa hivyo utaelewa utaelewa tu um, um, taratibu. Kwa leo, hizo mod mbili ndizo tumeongeza kwenye list yetu ya mod ya uh, Phrygian na mod ya, ya, nini, ya Lydian okay? kwa hiyo ukianzia kule mwanzo Ionian ndio ile ya meja um, kuanzia first degree. Dorian tukaanza ni B flat meja lakini tumeanzia kwenye second degree, alafu tukaja kwenye Phrygian ambayo tumeanzia kwenye um, um, um, third degree ya A-flat. Alafu tukabadilisha hizo flat sasa, tukarudi kwenye, tukaanza meja ambayo tukasema, Lydian ni G meja ambayo tumeanzia kwenye uh, uh note ya nne au uh, degree ya nne. Ok, basi tutaendelea tena huko uh, mbele uh, Mungu akubariki na asante kwa kuungana nasi katika hizi makala fupifupi fupi. fupi. Uh, tutazidi ku, uh, kuexplo au kuangalia zaidi mambo ya mode za mziki. Hadi wakati huo, neema ya Bwana ikae nawe na siku njema.